Mafunzo haya yametufanya tujifunze zaidi na tujue zaidi kiingilio na hisa. Maanake kiingilio ni zile fedha ambazo zinatolewa kwa ajili ya kusaidia kuendesha shughuli mbali mbalimbali za chama. Kwa hiyo kazi kubwa ya kiingilio ni kusaidia shughuli mbali mbalimbali za chama ndogo ndogo ambazo inakuwepa, kwa mfano labda ununuzi wa nyaraka mbalimbali mbali. Eh, kutoa kopi nyaraka tofauti tofauti, kununua mali ndogondogo za chama, mfano vitabu, eh, vitu ambavyo vinaweza vikasaidia kwa ofisi. Lakini kwa upande wa hisa, hisa maana yake ni swala mtambuka ambalo kwa ujumla hisa linakuhalalisha wewe kama mwanachama kuwa mmiliki halali wa chama husika. Hivyo basi katika swala la hisa, maana yake ina-inakwenda inakuwa na wanda mpana zaidi, ambapo hisa ni in, in, sehemu mojawapo ya chama kuweza kufanya uwekezaji wenye tija zaidi kwa manufaa ya wanachama, kuhakikisha kwamba wanaboresha zaidi eh, uchumi wao, uchumi wa chama na pia uchumi wa mwanachama mmoja mmoja.